Okay, let's go. Naduruza wanaondoka au wapo? Sasa sisi hatupeni kutuuza babu hapa hapa, naatupate majibu yetu a tulio tukimkaribisha rais wa klabu yetu na kamati yake nzima ya utendaji waje watusalimie na watungee majibu ya maswali yetu. Weka mikono juu kama unakubali viongozi wa Yanga huko juu, wasijaona uko juu bado. Weka mikono juu wote, weka mikono juu wote. Nataka nisikie shangwe kubwa tukiwakaribisha viongozi wetu wa Yanga, injinia

Asantesaaya Afrika imebarikiwa kuwa na viongozi ambao kazi yao kubwa ni kuhakikisha timu hii inafanya vizuri wakati wote. Mbele yenu ninaye vice president wa Young Africans Arafat Haji, tumpige makofi Arafat. Kulia kwangu ninaye mjumbe wa kamati ya utendaji bwana Sheikh Gulamali, tumpige makofi. Kushoto kwangu ninaye Munir Said mjumbe wa kamati ya utendaji tumpigie makofi. Kushoto kwangu zaidi ninaye Alex Gai mjumbe wa kamati ya utendaji. Wananchi, tusikilizane. Sawa. Sawa. Wananchi mmetutuma matokeo